Sina nani sina nyumba. Nyumba nilikuwa nilijengewa, ilibomoka. Sasa hivi nipo kwenye nyumba za kupanga, yaani maisha yenyewe ni magumu, na mtoto wa shule ananitegemea mimi. mama sina baba sina, yaani hapa nipo niko kwa ndugu. Ni kwamba sina nani sina nyumba. Nyumba nilikuwa nilijengewa, ilibomoka. Sasa hivi nipo kwenye nyumba za kupanga, yaani maisha yenyewe ni magumu, na mtoto wa shule anantegemea mimi mama sina, baba sina, yaani hapa nipo niko kwa ndugu. Hapa ni Tunguli, Kilindi, Tanga na huyu ni Christina John, mama ambaye ni mpambanaji, hali ya kuwa ana changamoto ya ulemavu, lakini mbali na changamoto yake hiyo, bado anapambana kuhakikisha ya kwamba mkono wake unaenda kinywani. Yapo mengi makubwa anatujiuza kupitia Faza Media, karibu tumsikilize. Nam mtazamaji, hapa ni Tunguli Kilindi Tanga, kitongoji cha Misanini. Tumekuja kukutana na Kristina John ambaye ana matatizo ama tuseme ni mlemavu wa miguu, na hapa nipo naye tupate saa kumsikiliza mawili matatu. Ni, ni kwamba sina nani, sina nyumba. Nyumba nilikuwa nilijengewa ilibomoka, sasa hivi nipo kwenye nyumba za kupanga. Yani, maisha yenyewe ni magumu na mtoto wa shule anantegemea mimi. Mama sina baba sina, yaani hapa nipo niko kwa ndugu. Ndugu wenyewe nao ndio kama hivyo wananisaidia sana, kwa hiyo nashukuru kwa msaada wao. Isingekuwa ndio wao, mimi ni mtoto asingesoma. Uh, historia kidogo ya toko ulipozaliwa na hapo ulipofikia. na je, ulizaliwa katika hali hii ama hali hii imekukuta ukiwa katika hali ya ukubwa. Hali hii ndio hivyo hivyo nilivyozaliwa, e, wazazi wote wakaniacha, e, nilielewa na dada yangu, dada yangu naye kaniacha, ndio maana nimesema ngoja niende kwa ndugu nikazidi kupata msaada, na nashukuru Mungu ndugu nao wamenipokelea wanani, vizuri wananisaidia vizuri, ndio kama hivyo hadi mpaka sasa hivi mtoto anasoma. Hei, ndio maendeleo yangu, nyumba ilivyobomoka ndio hivyo, wakaamua kunipangishia nyumba kwanza ili nibaki kwanza, lakini bado wana, wanaendelea nani kunitafutia mahali pazuri niwe na hangu, mahali kwangu. E. Sawa, una watoto wangapi? Watoto wangu ni watatu e, wametoka wote na wa mmoja wa na shule mmoja anasoma. E, mmoja ndiye anasoma. Wengine wengine wako kwenye mihangaiko huko kwa, wanasema sasa tukae hapa, sasa tutakula nini mama, sisi ngoja tuzidi kuhangaika mm. tukipata kidogo, tukikuletea hapa, wewe unakaa hapa na huyu anayesoma, mnaendelea kuishi. Ina maana anayesoma ni mdogo na hao wengine ni wakubwa e, anayesoma ni mdogo mm. e. Yuko darasa la ngapi? Alikuwa kidato cha, cha, cha pili, sasa hivi anaenda kidato cha tatu, wanafunzi ambao wanasubiri majibu. E, ndiyo, wao, majibu, mm. E, majibu yakitoka anarudi shule. Sawa na vipi kuhusiana na baba wa watoto? Aa, baba wa watoto kwa kweli si nitasema uongo, baba wa watoto ha, hayupo, alikufaga. mm. e. Watoto wote watatu eh? Wote watatu, e, wote, watatu. Mm. E. Hakika hujafa hujaumbika, kwani unaweza sema mtihani ambao Kristina anaupitia ni mgumu sana, kwani amempoteza baba yake, mama yake, pamoja na mumewe, watu ambao ndio walikuwa wakimsaidia. Hakika ni uchungu na kilio kwa Kristina John. Pole sana. Na vipi kwa upande wa mchango labda wa serikali za mitaa, kunakuwa na ile tasafu. Je, yeah, umeandikishwa tasafu ama eh, kwenye tasafu sasa hivi ndio inamsaidia kwa huyu mtoto anayesoma? mm. e, hamna hiyo nyumba hi, hi, sasa hivi inayojengwa ni wazungu wamejitolea, walivyo kujaga wakaniona, wakasema mm, jamani kumbe kuna mtu kama huyu, sasa sisi tutafanya nini? Tutatoa msaada kumjengea kibanda e, kibanda hicho kinajengwa e. Sawa sawa. Na vipi kuhusiana na jamii inayokuzunguka labda ndugu, jamaa, marafiki? Hakuna chochote kitu ambacho kinakusaidia kila siku? Hakuna e, hamna. Na una ujuzi gani hasa? Haswa e, cherehani ninayo e, ila bado sijaanza kushona E, cherehani ninayo ila bado sijaanza kushona. Sawa. Ina maana una ujuzi wa kushona e, kushona naweza nikashona. Kama kuna chochote mimi nashukuru Mungu, yoyote yule atakayejisikia kwamba kwa kunisaidia mimi namshukuru Mungu, aendelee tu kuniwezesha chochote kile anacho. Unapenda usijue nini haswa kitu ambacho kinaeza kukufanya ukasogea mbele sasa hapo labda ndio kichwa kimeganda mm. Eh, sielewi. Sasa atansaidia saidiaje? Labda ndio hivyo, kama hivyo charahani kama hicho ninacho mm. Labda kama kuna atakayejitokeza kwa kumsaidia mm. Ah, mimi ninacho ninacho kisaidia, kama ni hela au kama ni nini ni sawa tu, chochote kile. Mimi nashukuru kwangu e, kwa kutwa kwa msaada wake atakayejitolea. Sawa, neno lako la mwisho kwa Rais Samia. Yani mimi ni kwamba lengo langu kubwa ni mtoto wangu tu kusoma, yaani e, aendelee na masomo e, ndio lengo kubwa. Mtazamaji wa Faza Families, kutoa ni moyo na si utajiri. Christina John anaomba msaada kwa kadri utakavyoguswa, tumsaidie kupitia namba 0762828091 0762828091 76 jina linatoka Michael William Bomphi. Asante kwa kuifuatilia Father Families. Bye bye.